Baada ya pale kusimamishwa kwa uchaguzi, niliendesha mazungumzo um, hasa kati yako na Maalim Seif, mazungumzo ambayo tulikuwa tunasubiri kupata picha yake, labda hatimaye, ikawa kikatokea kilichotokea. Labda kitu gani ambacho kilionesha hatimaye kama kilikwamisha um, mazungumzo yale, ikafika e, mahali ambako matarajio ya, ya, ya kufikia maridhiano yakafutika sasa <laughs> ndugu mwana, ungemuuliza hayo Maalim Seif yeye alikuja Dar es Salaam kule akazungumza na nyie viongozi wa vyombo vya habari nyote, akatumia zaidi ya saa tatu. Basi ningemuuliza imetokea nini, wengine alimuuliza ilitokea nini mpaka kufika maafikiano. mm -hmm. Leo unakaribia mwaka ushapita, hata nikikueleza si takuwa na raha zake. Lakini nikisema mimi, mazungumzo kweli tumefanya kweli, tuka tuna spiriti nzuri sana ya kuona namna gani tunakwenda, lakini mambo mawili makubwa ndio aliotanza yeye hataki kurudia uchaguzi, kakataa kata kata. Mimi nasema tume imetangaza, sio mimi, tume imetangaza turudie uchaguzi kwa, turudie sisi sote wawili, vyama viwili vikubwa tunaongozwa kwa uchaguzi na tume ya uchaguzi, kwa tume imeamua, amefuta tuamue, basi turudie. Yeye mzangu kakataa, sasa hapana, mimi sitaki. Mimi nikasema tume ikiamua turudie, mimi nitarudia na chama changu kitarudia, chama chote kirudie. Hayo mawili ndio lofanya hatukubaliana. Lakini mazungumzo yalikuwa mengi mengi, tumeweza kuzungumza na nasema. Yeye alidiriki kuja Dar es Salaam, ongea na waandishi wa habari, mimi nikasema. Sasa katika wakati ule nilipata, kulikuja na watu ambao labda mliwaleta kujaribu kuwapatanisha hivi kufikia maridhiano fulani kati yenu? Hatukuwa na watu wa kutupatanisha sisi, hatukugombana hivyo. Tulikuwa tumekaa nimesema siku ile, mimi ndio nilikuwa mwenyekiti ya mazungumzo, Maalim Seif kwa upande wa pili, Rais Msafi Karume, Rais Mstaafu Mzee Mwinyi, Rais Mstaafu Dr. Salmini na Makamu wa Rais Balo Sefalini. Tuko kwa timu ya sita tunazungumza. <muchan> mambo <-tumabu> ya <ila> nchi <muchan> yetu mambo hayo. <ila> Lakini watu watu walikuwa walikuwa wanaangalia kwa mkusanyiko, akasema mbona hapa kama ni mkusanyiko wa kundi fulani kwa kwa dhidi ya mtu mmoja tu. Hakukuwa na dhidi ya mtu yoyote. Mapendekezo tukubaliane sote. Hii ndio timu yetu. Hakukuwa kuna uonevu, hakukuwa kuna upendeleo. Tumezungumza vizuri sana. Hatimaye yako mambo ambayo tukubaliana hayo makubwa mawili. Mengine tumeyazungumza nasema sitaki ni yaseme hayo, tuyazungumza ya leo, kwa sababu yeye kaja kusema kule. Mimi sina tabia hiyo ya kuwafanya uamuzi moja ni kama mengine, lakini nichosema mimi kwamba maamuzi ya msingi ya tume ya uchaguzi ni kurudia la uchaguzi, jambo ambalo tume ile ina mamlaka hayo kwa mujibu wa Katiba, kwa mujibu wa sheria. Lakini yote kwa yote, uh, unapoangalia hili swala unaona kama ilikuwa ni dosari iliyoingia katika demokrasia nchini Zanzibar mpaka kufikia hatua hii ya kurejea kwa uchaguzi uh, kukiwa na kelele kwamba labda, um, kulikuwa na hitilafu, zilikuwa zina hila zikifanyika hivi na vile. Nadhani ni dosari, ni doa ambalo lipo, ambalo bado hh-halikutia ha, ha, sura nzuri uchaguzi wa Zanzibar. Kuna vituko uchaguzi tangu history tangu uchaguzi wa mwanzo mwaka 1957 mpaka mwisho wa 63, ndio kaja mapinduzi, matokeo ya hivyo hivyo, nafutana na zozana, moja nakubali, moja nakubali, lakini kwa jumla nitasema mimi kwamba ule uchaguzi, mambo mengi hakwenda sawa. Sababu zimetolewa kwa mwanzo, habari taarifa zote nyinyi mnazo, yamesema kwenye ZBC, yakionyeshwa hitilafu ya kila kitu, kimesemwa black and white. Ukiangalia yote yale scenario, uchaguzi ule ulikuwa una dhuluma nyingi, ulikuwa una hadha nyingi ndio maana tu nikaufuta yote hivyo, labda Maalim sasa ni haikuridhika. Ndio Maalim baadaye aliondoka akaenda ka, yeah, kutembea tembea huko kujaribu kuzungumza na watu wengine. matukio yake bado yako yako, ya, yako, e, katika hali ambayo ilivyo. Kuondoka kwake kwenda kuzungumza kwingine, nidhani uh, kulikuwa kumewashtua serikali kwamba kwamba mbona sasa mzee anaenda kuyazungumza kwingine na mambo mimi yes, si yes, stuka wala sio yes, stuka kwa sababu uchaguzi ule umeendeshwa marudio kwa halali kwa mujibu wa katiba na kwa mujibu wa sheria za Zanzibar. Hakuna mtu mwenye mamlaka kuendesha uchaguzi hapa kama si tume ya uchaguzi. Tume ya uchaguzi haiingilii na mahakama yote duniani. Hata kama anakwenda nje kushtaka, hakuna mtu anakuja mtu anakuja kushtaka tume ya uchaguzi sasa. Tume ya kishanganya la mshindi na shinda rais. Hakuna mahakama yote duniani inaweza kumwondosha rais huyo. Kwa hiyo mimi sina la kuenda mzangu na kupigulilia hali yake. Dunia kubwa acha tulimaliza, lakini kuna moja tu katika hilo kwamba tume ambayo mwenyekiti kachaguliwa na rais, ni wazi kwamba itakapotokea lolote atabidi amtetee. Mimi simtetee mwenyewe. Yule mwenyekiti nimemteua mimi kweli, lakini nimemteua kwa sababu gani? wakati katiba ya Zanzibar sasa mimi nimeheshimu katiba. Maana kwa mfano ile siku alikuwa anatangaza yes, alikwenda kutangaza peke yake katika tume ya Zanzibar, kuna wajumbe kun mfano kutoka pande zote za wale wabunge wajumbe kutoka upande wa wa wa pili wa upinzani hawakuwepo, na wakashtuka, kumetokea hivi mbona tukushirikishwa. Mimi siku mimi siku, mimi siku hiyo hiyo. Mimi nimeona katangaza. Sasa kama alikuwa katangaza peke yake kama peke yake nini, mkamuulize na haki mimi ni ni, na niuliza nini, na wajumbe wale wapo, kaulizeni wale wote, ametoa statement mbalimbali habari wale, wale. Wapo walisema kweli wapo liodanganya lakini, mwenyekiti yupo uhai, makamishna wale wapo, karejeni moja moja, wako saba wale, msikie marekauli.